Muktasari wa habari za Busia Border FM, ni saa sita kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji. Hujambo na karibu kwa muhtasari ya awamu ya saa sita. Jina langu ni Collins Imito. Hazini ya ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu inazindua mfumo wa kidijitali utakaorahisisha utawaji huduma kwa wanafunzi. Waziri wa Elimu Julius Migoso Gamba anahudhuria hafla hiyo jijini Nairobi. Masomo ya vyuo vikuu nchini yamezidi kutatizika kwa wiki ya tano sasa, baadhi wa ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu kufeli kuafiki makubaliano ya wizara ya elimu kusitisha mgomo wao. Viongozi wa muungano wa wasu waliondoka kwenye mkutano ulioandaliwa jana jijini Nairobi kabla ya kuafiki makubaliano, huku wakiisuta serikali kwa kuendeleza juhudi za kulemeza haki zao. Waadhiri hao sasa wameshikilia msimamo wao wa kutorojea kazini hadi pale serikali itakapotimiza matakwa yao, ikiwa ni pamoja na kuwalipa shilingi bilioni 7.9 kwenye CBA ya mwaka 2017 2020 na kukubaliana na pendekezo lao kwenye CBA mpya ya mwaka 2026 hadi mwaka 2030. Kwingineko, wakazi wa Ebu yangu eneo bunge la Muhaya katika kaunti ya Vihiga wanaishi kwa hofu ya mwenyekiti wa nyumba kumi kuvamiwa na kuuawa asubuhi alipokuwa anauza maziwa. Wenyeji wanasema wamekuwa wakihangaishwa na kundi la vijana wanaojulikana, ila hakuna hatua iliyochukuliwa dhidi yao. Watu tisa wameuawa na wengine kujeruhiwa katika muda wa chini ya miezi sita katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema genge hilo kuwatishia maisha hadharani hata baata wakiwa kwenye mabaraza ya usalama. Akauliza ni nani akauliza, wenye nyumba wako nikamwambia, mimi niko na mzee amepeleka maziwa. Akaniambia mzee wako inaonekana gari imegonga, polisi wanachukua na wanangoja wewe kutoka. Mbio nikapata pikipiki piki kufika hapo nilipata, nilishangaa kumbe si pikipiki piki, si gari ni watu wenye walikuwa wamemkata. Sio kusonga karibu kumwangalia kwa uso nikapata, huye kijana alikatwa panga saba kwa kichwa. Sikaingia kwa ndani kabisa. So tunaomba kufikia Thursday kama tujakuwa tumepata kalipiti wameshikwa sisi watu wemwaya wote na viiga kaunti tutakuwa tuko kwa barabara na hii barabara tutaizuia, hakuna gari itapita hapa kwa masaa kumi na sita. Tunaogopa hata kutembea ikifika 6 six, kama mtu hujatafuta mboga hujasiaga hujatafuta kuni huwezi tembea kwa sababu unaogopa, sababu kuna watu vijana wanasimama kwa barabara, wakikuona tu mtu anaweza kukufata nyuma hata unaogopa. Hata kuna mwingine alishuka tu kwa gari saa kumi na mbili akanyongwa na akanyang'anywa kiatu akanyang'anywa simu. Wakulima wa kahawa kutoka eneo bunge la Tongaren katika kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kusuluhisha matatizo ya sekta hiyo. Kulingana nao, bei duni ya zao la kahawa, ukosefu wa kiwanda cha kusaga kahawa, ongezeko wa madalali na bei ghali ya pembejeo zimewakosesha faida. Wakizungumza baada ya kuzuru shamba la mkulima mmoja eneo hilo kwa minajili ya kuhamasisha kuhamasishwa namna ya kutunza kahawa, wakulima hao wamesema licha ya zao la kahawa kuwa na faida kubwa bado wanahangaika kwa lindi la umasikini hospitali watupatie pia ipro na alafu watuchengee factory. We imagine we are using hand pulpers, hand pulpers ku, kupalpu kahawa, you can imagine how much time we shall spend. Uko na makunia tano, uko na makunia saba, and you are using a hand to pulp your coffee. Kama Coffee Research umekuja hapa siku ya leo, ili tutangamane na wakulima tujue zile changamoto ambao wanapitia, na pia kwa elimisha kwa zile mambo ambayo wanafaa kuyafuata ili waweze kupata mazao bora. Changamoto yetu ambayo tunapitia kwa kahawa ni kupata tu mbolea ya kutosha, sababu pesa sasa hizi imekuwa ngumu, awezi lisha kahawa yako vile inatakikana zaidi. Sana hata spray ndiyo shida sana. Tusonge mbele, ambapo baada ya idara ya ujenzi kupiga marufuku madarasa mabovu katika shule mbalimbali -mbali, katika eneo bunge la Webuye Magharibi, sasa muhisani mmoja eneo hilo kwa ushirikiano na wafadhili kutoka nchini Ireland wamejitokeza na kukarabati madarasa hayo ili kuwawezesha wanafunzi kuendeleza na masomo yao. Wakizungumza na wanahabari baada ya kupokea wafadhili hao katika shule ya msingi ya Lutaso na ile ya Matulo RC, mwalimu mkuu wa shule hizo pamoja na chifu wa kata ya eneo hilo Caroline Miendo Lwiki wamepongeza ufadhili huo, wakisema kuwa utasaidia kuimarisha mazingira ya wanafunzi pamoja na waalimu.

The walls have cracks and now the renovation is taking place. The public work man came and uh, told us what to do and uh, I think that is what they are doing. It is purely renovation. Mimi ninafurahi kama chief wa eneo hili. Maana hii shule imekaa hivi mwenye nilikuwa mwalimu hapa. 2013 ilikuwa condemned nikiwa hapa. Na nimetoka huko sahi ni miaka kumi na tatu. Bado tu hii shule hii madarasa iko hivi. Kwa hivyo tunataka kushukuru wafadhili ambayo wanataka kuona kwamba hii shule yetu imekuwa mzuri, ime leta mazingara mazuri ile watoto wetu watu wakasome vizuri. Na hii tena tunataka kusema siyo siasa. Unajua, kila wakati mtu akifanya kitu watu wanaiweka siasa, mwingine anasema ni mimi nilileta, mimi nilifanya. Pana, hii siyo siasa. Au watu hata hawajui hapa wameleta tu, na mtu akuja asaidie, maana wameona hiyo shule kweli haikai vizuri. Baada ya kutembelea hiyo shule hii, akaona hii shule inafaa usaidizi. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muktasari awamu ya saa sita. Awamu ya saa saba nitarejea na habari kiutendeti au kiukamili. Jina langu ni Colin Simito, unaendelea kusikiza saka saka. Huo ndio mwisho mukhtasari wa habari.